Kaka, mtoto Anko T, nasikia una mtoto uh, wa kiume yes. ana miaka mingapi? Ana miaka. Mm. Mama yake iko apa, mama yake mtoto mzazi mzima yupo na anawasiliana vizuri, hata leo alikuwepo alikuja nyumbani ah, ah. Alikuja Alikuja kwa kwa ajili ajili ya mtoto, mtoto, alimleta mtoto No, ali anauma mafua. Kweli alikuja kumwona? Mimi mwanangu anaishi naye. Unaishi naye mdani? Kabisa. Ari unaona mtoto hapa jua alikuwa anachungulia. Sawa, kiume simemwona. Hongera bwana. Asante. Sasa, jamii uh, inavyokuchukulia Anko T. Yaani, inavyokuona tofauti uh, matendo na maneno ambayo unayazungumza eh, hii uoni italeta shida baadaye kwa mtoto shuleni, labda babako ni mtu wa sampuli hii moja mbili tatu kama watu wanavyozungumza. Ndio maana mwanangu umjui. Mi mwanangu nimemweka nje na mitandao na nimefanya hivyo kwa kuheshimu kwanza. Mi mtoto wangu ajawai kunaambia mimi ndo labda nilikuwa nataka mambo ya mitandao mm. Yee mwanangu ajawai kuwa na interest ya mambo ya mitandao kwa kwahiyo